Asante sana, karibu tena kwenye chaneli yangu, na washukuru wote ambao wameweza kufanikisha kuingia ndani ya chaneli yangu na kujionea kile ambacho kimo, na pia natumaini kwamba tumeweza kujifunza mengi, ila bado huni mwanzo, tunaendelea. Yaleo nipenda kuzungumzia kuhusiana na raha ya milele, Ibrania ine mstari wa kwanza. Sana sana tutaangalia kwa Ibrania tupekee, na endapo kama kutakuwa na kuongezea maana ile mia ishirini na nane kumi na kuongea kwamba ni kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri kidogo nku kidogo kwa hivyo, lazima tuweze kuangalia kusiana na neno la Mungu. uku zangu katika Yesu Kristo tu katika kipindi kigumu, kila ambacho shetani naye hapendezi kwa watu kuingia katika raha ya milele. Tukiangalia katika kitabu Timoteo nani, uh, Waebrania nne kianza mstari wa kwanza, tutaenda mpaka mstari ni wa kumi na ngapi kumi na mbili. tkfika hapo, tuk tunamaliza mada yetu juu ya raha, alafu tutaendelea mbele kwanza, tukisoma vaaswali na kuambia basi, ikiwa, ikiwa ikarikwa hadi ya kuingia katika raha yake na tuogope, mmoja wetu mmoja wenu asije akaonekana amekosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiliwa habari njema vile vile kama kama hao lakini, lile lililosikiwa halikuwa halikuwafaa hao, sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia maana sisi tuliamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. So tutaambia kwamba kuna hili jambo ambalo kuna wale waliohubiriwa kuhusiana na raha, kuhusiana na habari njema, kuhusiana na neno la Mungu, lakini wakakataa maana hawakuingia. Ina maana kwamba ili uweze kuamini neno la ra Mungu lazima uwe na imani. Imani hii tunaizungumzia, ni imani gani? Funuo kumi na nne kumi na mbili vunatuisoma ili tuweze kujua ni imani gani tunaizungumzia, nasema <coughs> Hapo ndipo penye subira ya watakatifu na hawa zishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Aonyesha kwamba imani tunayozungumzia ni imani ya Yesu Kristo, lazima uamini Yesu Bwana. Biblia inasema kwamba kila ulimi utakiri kuwa Yesu ni Bwana, na kuitwa mtakatifu lazima zishike pia amri mwenye za mwenyezi Mungu unasema kwamba hapo ndio penye subira ya watakatifu, kwa hao wazishikao amri za nani? Za mwenyezi Mungu na imani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo, kama endapo unaweza ukapata haya mahubiri na hauna imani na Yesu, haujui umuhimu wa Yesu ni upi ndani ya maisha yako, kamwe hautafanini hautaweza kubadilika, hakuna kitu kitakachokusaidia. Kwa hivyo, raha tunayozungumzia ni hiyo ambapo kwamba ukipata mafundisho ichanganyikane na imani ya Yesu Kristo basi ndipo utakapoelewa nini maana ya hii raha ambayo tunaenda kuzungumzia. Anasema kwamba kama maana sisi tuliyoamini tunaingia katika raha ile, kama vile inavyosema, kama nilivyowapa kwa hasira yangu hawataingia ndani rahani mwangu. Ni, ni, ni Zaburi tisini na tano kumi na moja tutapata maneno yanasema kwamba Hebu kwanza tusome kidogo, ili sije kwamba naongea maneno yangu mwenyewe. tisini na tano kuna nasema kwa wa nasemaka kwa hasira yangu wasingia rahani mwangu. Kwa hivyo raha tunayozungumza sasa hapa ni raha ya wokovu, na wokovu wa kuingia wapi? Mbinguni. ijapokuwa zile kazi zilimalizika zirim, tangu kwa, kwa misingi ya ulimwengu. Kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba, akaziacha kazi zake zote. Poni Mwanzo mbili, kianza na moja, mbili, tatu, taweza kupata. Nasema kwamba jeshi la mbinguni likamali Ndugu yangu hadina ngia maneno yangu mwenyewe na niko na reference eh, ikanifaa sana. Nasema basi, mbingu na nchi zikamalishi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu akaimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarea siku ya saba, kaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya kwamba pia kumbuka tunataka tukuangalia raha ambayo ni ya pumziko. Okay, chukulia kwamba ni pumziko ambayo ni raha. Unajua tunaambiwa kwamba kila mtu, ili uweze kufanya kazi yako vizuri, lazima kuwa na mapumziko, na aa, mapumziko yanakufanya uweze kufanya nini, uweze, uweze kukuwa sehemu fulani ambayo, yani kukuwa free kufanya mwili wako utulie kwa ajili ya kazi zingine, kufanya akili yako pia nayo focus. Raha ya milele sasa ni pumziko fulani. Kwa hivyo tukiangalia hapa sasa, Mungu mwenyewe aliweza kustarehe, aliweza kuingia rahani, aliweza kuingia katika starehe ama pumziko, ambayo nisikie gani ya Sabato ambayo aliweza kupumzika Na hapo, na hapa napo, na hawataingia rahani mwangu. Basi, kwa kuwa neno hili limebaki kwamba kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari zile ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya ukwasi kwao, aweka tena siku fulani akisema Daudi baada ya muda mwingi namna na hii leo, kama alivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake msifanye migu, migumu mioyo yenu. Kumbuka Mungu anaahidia watu raha mapema, wakati huo ama zamani, lakini hawakuingia ndazo, akaapa akasema kwamba kwa hasila yake hawataingia humo rahani. Lakini pia anarudi anasema, anarudi tena, naangalia natuangalia sisi, anasema okay Kandapo mtaisikia sauti ya Mungu basi mtaweza kuingia na msifanye mioyo yenu kwa migumu, mtaingia katika hiyo raha. Kwa hivyo ni lazima tuwe makini, nadhani ni tisini na tano, ss, tisini na tano saba Zaburi kama neno ambayo iliongewa na Mungu kwa ajili ya kuwakumbusha watu kwamba kwa okay, ni sawa ukisikia sauti ya Mungu utaingia katika hiyo raha, kwa maana ndiye Mungu wetu na sisi tu watu wa marisho yake, na Psalms 95 verse 7 na kondoo wa, wa, wa, za mkono wake. Ingekuwa hili leo msikie sauti yake, msifane mioyo migumu yenu Sifanyi migumu mioyo yenu kama vile huko Meriba hata siku ya masa, masa jangwani. Hivyo nasema kwamba ni lazima tukirahisishe mioyo yetu taweza kuingia katika hiyo raha ambayo Mungu alikwisha kuwakataa kwa sababu ya ukwasi kwao. Aha. Maana kama Yoshua alingaliwapa raha singalinena siku nyingine baada yetu. Basi imesalia raha ya Sabato kwa ajili yayo watu wa nini, watu wa Mungu. Raha ambayo tunazungumzia sasa ni Sabato ambayo Mungu aliweza kuwapea Waisraeli wakaikataa, akawaambia hawataingia katika hiyo raha. Lakini vivyo hivyo akarudi tena na mwambia kwamba wakimsikiza, wakisikia sauti yake, wataweza kuingia katika hiyo raha ambayo ni ya milele sasa kwa hivyo, raha ambayo tunayozungumza sasa, imesema kwamba katika msao tisa kwamba imesalia raha ya milele. Basi imesalia raha ya sabato kwa ajili ya watu nini, wa Mungu, ambao ni raha ambao ni ya milele sabato. Basi imesalia raha ya sabato kwa ajili ya watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe kwenye katika kazi yake kama vile Mungu alivyostoria katika kazi yake. Basi natufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asija akanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Ndugu zangu, tufanye bidii tuweze kuingia katika rahani humu tusiji tuka kama wale ambao walio asi nawakwingi katika hiyo raha mboni ya Mungu, raha milele, ambao tunakusherekea wapi? Mbinguni, sabato. Ila yeah. Kwa kuwa manasema kwa maana neno la Mungu li hai wow, tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukata kuwili, tena lachoma hata kuzigawanyika kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni nyepesi kayatambua mawazo ya makusudi ya moyo. Maisha kwamba inajaribu kutosha kwamba neno la Mungu lina nguvu, ambayo nasema kwamba neno la Mungu lina nguvu. Haya ambayo yamezungumzwa lazima tuyatilia maanani, lazima tuwe pamoja nayo. Kwa hivyo tunapokuwa tunatafakari juu ya hii raha ambayo ni ya milele, Mungu alistarehe siku ya saba, akarudi akaambia mwanadamu, pia wewe starehe siku ya saba katika sheria zake. Tena akawapea siku ya saba, na natuambia kwamba natufanye bidii kuingia rahani humu. Je, Unapenda wewe uingie rahani ama bado ama upende? Do like do you want it, do you want to enter to heaven? Do you want na ghost Jesus descending back take us. Jiulize upo wapi. Mimi nipo tayari, je wewe Kini kumbuka pia rais, isafari rahisi ni ngumu. Lazima ujikane nafsi zako, maana hisu ni njia pia. Hisi ndio sabato. Sabatu ni nini? ishirini kumi na mbili. Nasema mb tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua kuwa mimi ni Bwana, mimi ni watakasahe narudia wapa, um, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara. Yani kumaanisha sabato ni nini? Ni ishara. ishirini ishirini pia nasema, Hzekieli aka sabato zangu zitakuwa ishara kati ya mimi na nini